Katika uwanja wa vita wa soka la Afrika Mashariki kuna majina yanayotajwa kwa heshima na hofu: Mpanzu na Pacome. Leo katika makala hii maalum ya Wanacreate, tunawachambua miamba hawa wawili. Nani bora zaidi kati ya Mpanzu na Pacome? Hii ni vita ya miamba wa Ligi Kuu Tanzania. Elie Mpanzu, yeye ni kijana mwenye umri wa miaka 23 kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alijiunga na timu ya Simba mwaka 2024 na kwa muda mfupi tu ameanza kugusa nyoyo za mashabiki kwa kasi yake na umahiri wa kuteka upande wa kulia. Mpanzu ni winga anayetumia kasi na mbinu kali kuwasumbua mabeki wa upande wa kushoto. Ana uwezo wa kubadilika kucheza winga zote mbili na bado kuwa hatari Mpanzu ameshiriki mechi sita za CAF Confederation Cup akiwa na timu ya Simba, akifunga goli moja na kutoa pasi moja ya mwisho. Mechi dhidi ya Stellenbosch alipata alama ya nukta nane mbili, moja ya alama za juu zaidi kwenye ligi ya NBC. Ana magoli matatu. Mpanzu bado kijana mwenye miaka ishirini na tatu tu, anaonyesha kuwa na mustakabali mzuri, hasa akiwa na Simba, timu yenye historia kubwa Afrika. Kwa upande mwingine, tunaye Pedro Pacome Zouzoua mchezaji mwenye uzoefu kutoka Ivory Coast. Alitua Yanga mwaka 2023 na tangu hapo amekuwa injini ya mashambulizi akiweka magoli na pasi za mwisho ambazo zinasisimua uwanja mzima. Pacome, yeye ni kiungo mshambuliaji anayetawala mchezo akipokea mpira katikati ya uwanja anajua ni muda gani apige shuti, muda gani atoe pasi ya mwisho, na muda gani achanganye mabeki kwa mbinu zake. Pakome ana takwimu zenye uzito zaidi, magoli tisa na pasi za magoli nane kwa NBC Premier League pekee. Ana mchango wa moja kwa moja katika kila takriban mechi za Yanga alizocheza. Pakome mwenye umri wa miaka 27 yuko kileleni mwa ubora wake. Ameshacheza ligi tofauti, ameiva na uzoefu wake unadhihirika kila anapogusa mpira. Mchango wake ulionekana zaidi CAF Champions League msimu wa 2023, 2023, 2024. Kama unahitaji kasi, ujana na nguvu, Mpanzu ni chaguo sahihi, lakini kama unatafuta ubunifu, magoli ya haraka na mtu wa kubadilisha matokeo papo hapo, Pacome anang'ara sana. Uamuzi ni wako. Mchezaji bora ni yule anayegusa moyo wa mashabiki wake. Katika soka, kila mchezaji ana hadithi yake. Mpanzu na Pacome, wawili tofauti, lakini wote ni nyota wa wakati huu. Wanacreate, tunasema hii ni historia inayoandikwa moja kwa moja kutoka viwanja vya Tanzania. Usisahau kulike na kutoa maoni yako. Hadi wakati mwingine, katika kutengeneza historia na uri.